Katika nchi ya Uganda umefanyika uchaguzi wa kidemokrasia Demokrasia ya Uganda kama ujuavyo, katika nchi zetu za Afrika, kila nchi ina aina yake ya demokrasia, hata wale ambao wanaonekana kabisa kwamba si wana demokrasia kama ambavyo inafunzwa ndiyo demokrasia ya nchi yao. Hata Tanzania pia tuna demokrasia yetu kama ijulikanavyo, lakini tuangalie nchi ya Uganda kama ambavyo umefanyika uchaguzi hivi karibuni katika demokrasia ya Uganda na kumrejesha bwana Yoel Kaguta Museveni kuwa rais tena wa nchi ya Uganda tangu mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita na sasa ndiye rais tena. Mpinzani wake mkubwa alikuwa ni Bob Wine ambaye Jina lake kamili anaitwa Robert Kegulanyi Sentamu. Sasa tutazame historia yake. Hii ni historia ya maisha ya Bobby Wine, Robert Kegulanyi Sentamu. Robert Kegulanyi Sentamu anayejulikana zaidi kwa jina la Bobby Wine alizaliwa tarehe 12 Februari mwaka 1982 katika hospitali ya Nkozi, wilaya ya Mpigi, Uganda ana umri wa miaka 43 sasa kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na sita na alilelewa katika mazingira magumu ya kamwoko, kamwoka moja ya mitaa maskini kaskazini mashariki mwa Kampala mji mkuu wa Uganda. Familia na utotoni, mama yake Magaleti na Lunkuma alikuwa mkunga yani midwife, nesi hospitalini, na ndiye aliyemlea zaidi kwa kuwa baba yake Jackson Wellington Sentamu alikuwa na matatizo ya kisiasa na kuishi maisha magumu. Bob alikulia katika familia kubwa, familia ya watoto 34, kulingana na baadhi ya vyanzo, na maisha yake ya utotoni yalikuwa na changamoto za kiuchumi. Alisoma shule kadhaa za msingi na sekondari, ili kuepuka ada kubwa ambazo familia yake haikuweza ya kulipa mara kwa mara. Elimu. Alipata diploma ya muziki dance and drama kutoka chuo kikuu cha Makerere mwaka 2003. Baadaye alianza kusoma sheria law tena, mwaka 2016 alisoma katika International University of East Africa, na kisha Cavendish University Uganda ambapo alitimu Bachelor of Laws, degree ya sheria, mwaka 2020. Na 24. Kazi ya muziki na umaarufu Bob Wine alianza muziki mapema miaka ya elfu mbili na akawa maarufu sana Uganda na Afrika Mashariki kwa nyimbo za dancehall lege na kidandali mtindo wa Uganda alipata jina la utani ghetto president kutokana na nyimbo zake za mwanzo zinazozungumzia maisha ya maskini na ghetto Nyimbo zake za mapema zilikuwa za mapenzi na maisha ya starehe, lakini baadaye akabadilika na kuanza nyimbo za kisiasa zinazokosoa ufisadi, udharimu na serikali. Maisha ya kisiasa. Mwaka 2017, Bobby Wine aliingia siasa rasmi na kushinda uchaguzi mdogo wa ubunge katika Kiadondo County East wa Kiso District akimudu wa mbunge alianza harakati za People's Power, Our Power ambayo ilipata umaarufu mkubwa miongoni mwa vijana na wanyonge. Mwaka 2019-2020 alitangaza nia ya yake ya kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2021 chini ya chama cha National Unity, Unit Platform NUP, ambacho yeye ndiye rais wake. Uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na moja ulikuwa mkali sana na alikabiliwa na vitisho, mateso na kesi nyingi kutoka serikali ya rais Yoweri Kaguta Museveni. Filamu ya National Geographic Bob Wine the People's President, iliyoteuliwa Oscar na BAFTA, inasimulia safari yake hiyo ya kisiasa na maisha yake maisha binafsi. Alioa Barbara Itungo, Itungo Kiagulanyi anayejulikana kama Babi Itungo au Babii Kiagulanyi mwaka elfu mbili na kumi na moja. Wana watoto kadhaa na Babi amekuwa msaidizi wake mkubwa katika siasa na harakati. Bob pia ni mwigizaji na mfanyabiashara. Hadi sasa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Bob Wine anaendelea kuwa mmoja wa wanasiasa wakuu wa upinzani nchini Uganda, akipinga utawala wa muda mrefu wa Museveni. Anajulikana kama People's President na anaendelea kupigania haki za binadamu, vijana na mabadiliko ya kidemokrasia kupitia muziki, siasa na harakati zake. Kwa muhtasari, kutoka ghetto hadi jukwaa la kimataifa Bob Wine amekuwa ishara ya upinzani na matumaini kwa wengi Uganda, hasa vijana wanaotaka mabadiliko. Historia yake inaonyesha jinsi mtu anavyoweza kutumia talanta yake, yani muziki, kuleta mabadiliko makubwa kisiasa. Fellow Ugandans, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine. Today is Saturday the 17th of January 2026 and the time is 9 a.m. in the morning.